Karibu episodi ya tatu, tunaendelea tulipoishia, na picha ni Lovers of the Red Sky. Tunaanzia hapa. Baada ya Haram kubadilika na kuwa pepo, wafanyakazi wake wakakimbia ili kuokoa maisha yao. Nafsi ya shetani iliyoko ndani ya mwili wa Haram ikamwambia, ulifanya kosa wakati wa majira ya baridi yini lipo tawala, ulivuka mpaka pepo. Haram akatumia akatume uwezo walionao ili kuangalia Chonki alipo, akafanikiwa kumuona na akasema, nimeyapata macho yangu. Ye Chonki hana habari yoyote, anaendelea kuzunguka porini. Pepo Haram anatembea spidi ya kivita mpaka ampate binti ereho wamepata ugeni wa kushangaza. Mfalme na baraza lake la mawaziri wanashangaa kuona kundi kubwa la bundi likiwa juu ya paa, kitu ambacho kinamfanya mfalme ashindwa kuelewa. Mfalme akamwambia waziri wa mkono wa kushoto kuwa bila shaka, kama una masikio umeshasikia kuna uvumi unasema kwamba bundi ni roho zenye chuki, roho za watu waliokufa kwa dhuruma, mahali palipomwagika damu kutokana na mauaji yaliyofanywa na marehemu mfalme ndani ya ikulu, roho wao walirudi kama mizimu yenye kisasi. Japo wengine husema ni wanyama wa porini tu, haiwezi kukanushwa kwamba kila bundi anapolia kuna mtu huanguka au kufariki. Waziri mmoja akasema, bundi huo ni kawaida yake kulia, hivyo isikutishi. Waziri mwingine naye akasema, hata hivyo, msemo wa zamani unasema kwamba kila wakati bundi anapolia kuna familia au jamii hufiwa. Waziri, usisababisha wasiwasi kwa mtukufu kwa maneno yako machafu kama haya. Mheshimiwa mfalme, hakuna shaka kabisa hili ni onyo na ni ishara ya hatima ambayo inayokuja. Mfalume akauliza kama haramu amesha rudi kutoka mlima wa Inuang, kwa sababu kuna jambo la muhimu la kuzungumza naye. Watumishi wakamwambia haramu yuko za mmenea mumeneya gwang chundaye, mpaka kesho asubuhi ndipo atarudi. Waziri akauliza ni kwa nini kila wakati mfalme unamuulizia haramu ao, ni kitu gani kinaendelea kati yenu? Mfalme akageuka kumwangalia waziri, akaona mm. Akasema basi nitamuuliza msimamizi jangu wa seo mungwani. Mfalme akawaambia mfalme angezaje kupata heshima ya watu wake ikiwa matukio ya ajabu kama haya yanaendelea. Wafanyakazi wa Haramu wakafika wakiwa wamechoka vibaya mno. Msimamizi musimamizi jangi akawauliza ni kipi kimewakuta Mansu ambaye alikuwa ni kiongozi wa safari akiwa analia akasema, kuna tatizo limetokea katika mlima wa Inuan. Wakati tukikatiza katika mlima, tulisikia mbingu ikipasuka na usafiri ukapasuka. na likatoka pepo la maji kuelekea angani. Chonki bado uko polini, anazunguka katika hali ya kushangaza na kutana Samshin kutazama akagundua, na mfahamu bibi huyu, akaambia njia wote moto, kwani kuna baridi. Chonki akawa mbishi na kutaka kuondoka. Samshini akarudia tena kusema, kuna baridi, utakuwa na baridi kali sana. Ghafla ukatokea upepo mkali, na Chonki akaanza kujisi baridi. Basi banaya, hakuna namna, ikabidi yakali adandie ya moto. Lakini kama unavyojua kuna msemo mmoja unasema kuwa Mungu anazo njia nyingi za kuwalinda watu wake. Kuhusu msemo huu, usijali, utaelewa ni nini namaanisha utaini hapa na pale ukua unaendelea. Samshin akamtazama binti kwa tabasamu mpaka akapitiwa na usingizi. Ghafla upepo ukapuliza moto, kitu ambacho kikampa wasiwasi Samshini. Pepo Aramu akawa amefika maeneo haya alipo Chionki, lakini jambo la kushangaza hawaoni Samshini. Akarusha kitu pembeni na pepo Aramu akaelekea huko huko alipo sikia, mwamba anatembea kwa kasi ya wacheo wa kibongo kuhakikisha anapata nyama Msimamizi Jangi akaja na askari kadhaa huku polini ili kumtafuta Haram. Gafula pepo Haram akatokea mbele yao. Msimamizi Jange akawa anasogea nyuma bila kuangalia, akawa amejiikua na kupigiza kichwa kwenye jabali. Pepo Haram akashuka hapo chini, kitu alichowafanya wafanya akachilie maroho mengine na kuanza kuonyonga askari yao. Chonkindo anaamka baada ya kupitiwa na usingizi, hata ajui kilichotokea baada ya kulala, akisema muda umeenda, lazima Gionjudaiki atakuwa ananitafuta. Akaamua kuondoka, kitu kilichomfanya pepo Haram hajue binti alipo. Samshin akabadilika na kuwa kipepeo ili mradi aweze kumlinda Chionkindo. Baada ya Chonki kufika mbele akawa na na mashaka, pepo Haram ameshafika maeneo haya, akaruka ili kumshambulia Chonki. Ghafla wote wakaganda. kidogo tu Chonki atolewe macho, akatokea chuo mkubwa kutoka huko alikotoka, akabadilika aka na kuwa binadamu, akasema mimi naitwa Horio, ambaye ni mlinzi wa mlima huu wa Hinwang, pia ni mtawala wa hapa, hivyo bila kusumbuana unatakiwa kuondoka. Pepo Haram akaamua kupambana na Horio, lakini naye ni nini sio mzembe kiivo, hanazo nguvu za kupambana na shetani huyu. Vita na mapigano yakawa makubwa pepo haramu akapigwa mizizi hataki kutoka, kwa hiyo unjenja mfukoni. Samshin akatokea na kusema ni muda hatujaonana na Horio, pepo haramu yuko hapo juu na nguruma. Horio akataka kwenda kumalizia kazi, Samshin akamwambia asubiri muda bado, kwa sababu nafsi ya shetani haiwezi kufa na imekwama katika mwili wa haramu. Iwapo akifa nafsi ya shetani itatoka na kuwa huru. Shetani anaitwa Samshin. Sam, Samshin akaendelea kusema ni lazima shetani atolewe kwenye mwili na kuwekwa kwenye bakuli la miele na huyo binti ndiye atakayeweza kufanya hivyo. Horiong akauliza, unafikiri huyu binti anaweza kufanya hivyo? Samshin akasema, muda utakapofika ataweza kufanya hivyo, kwa sababu ni binti mwenye hatima. Hivyo ni lazima kuwalinda wote wawili. Kisha akaondoka zake. Horiong naye akarudi kwenye umbo lake la chui na kuondoka zake. Baada ya Orion kuondoka muda ukaendelea, Aramu ndio anazinduka baada ya nafsi ya shetani kutulia, anajiuliza iko wapi. Kwa bahati mbaya katereza na kuanguka na chini, yupo Chionki msimamizi Jangi naye ndio anazinduka baada ya kubamiza kichwa kwenye jiwe, anakuta wale askari wote walio kuja nao wote wamekufa. Chionki anapata kazi ya kutoa kitu kizito kilichomwangukia juu, akajaribu kumwamsha Aramu lakini haamki ikabidi kumbeba kibishi ili kumtafutia hifadhi iliyopo karibu. Akapata nyumba moja ambayo haina mtu anayeishi hapo, akaona itakuwa ni vyema wakijistiri kwa muda. Wakati Cheonkia anataka kumpa huduma ya kwanza, Haramu akaanza kuweweseka, lakini kitu kinachomsumbua hapo ni kumbukumbu kumbu. Akaweweseka kwenye usingizi mpaka akarudi tena kupumzika kwenye usingizi. Chonkia anajiuliza ni kitu gani kitakuwa kimemkuta jamaa. Msimamizi Jangi akarudi analia, alipoulizwa wenzake wako wapi akasema wote wamekufa. Taarifa hiyo ikafika kwa Mfarume akakasirika sana kusikia kwamba askari wa kifarume wamekufa, hata haramu wajulikani alipo. Akatoa amri hiyo taarifa iende kwa Grand Prince ya Miong, huenda akawa anajua alipo na kama ajui akamtafute Habari na uvumi kuhusu Haram na Iliwolseong kupotea zikaanza kusambaa kila kona. Ikumbuko wengi wanamfahamu kama Ili Wolseong na ni wachache sana wanaomfahamu kama Haram. Jangi akawadhibu vijana wake baada ya kuambiwa Iliwolseong amepotea na wameshindwa kumpata. Cheongki huwezi amini, hata ata Jangi hamjui Iliwolseong na wakati ndiye bosi wake. Dakika chache akaingia Moyang. Jangi na ubabe wake wote, lakini anamuogopa huyu jamaa. Moyanga akataka kuondoka na kichwa cha mtu. Ni kwa nini huuze michoro feki kwa bei ya mchoro husika? Kuna mchoro mmoja ukao umekatwa. Jange amini anachokiona muranga. Akamwambia ni lazima mchoro huo utakuwa ni wa kweli. Nitarudi kudili nayo ikiwa mdosi atapatikana, ndo atakuwa na, na maamuzi juu yako akirudi. Ina maana wange amepotea kweli, kumbe hata alikuwaja amini. Baada ya kuambiwa kuwa mkuru akapotea, mkuru amepotea, soma, twende tukamtafute. Grand Prince ya Myeong yuko na mwalimu wake aitwaye Han. Wako wanaangalia huo mchoro, ukawavutia sana kwa jinsi ulivyo. Grand Prince ya Myeong akastuka kuona alama ya kipepeo katikati ya mchoro. Ina maana ni fake. Bila shaka hii itakuwa ni kazi ya chonki. Akaja mtu kutoka kwa mfalme na kumwambia kuwa wakati Haram akiwa nje yenu siku iliyopita alipotea ghafla. Grand Prince ya Myeong akashangaa kusikia hivyo. Pia Prince ya Myeong akashangaa kusikia hivyo. Pia akaambiwa kuwa mfalme amesema wewe ndio ukamtafute na apatikane kwa wakati kwa sababu kuna jambo la muhimu la kujadili. Taarifa hiyo kupotea kwa Haram na askari wa kifaru umekufa ikamfikia Grand Prince Juyang. Baada ya hapo akakutana na Shaman. Grand Prince akauliza kama amesikia baada ya vifo vya askari wa kifaru. Shaman akasema ndio, hata ikulu palikuwa na kundi kubwa la bundi. Wanasema kundi la bundi likilia kwenye ukingo wa para ikulu ukatili unatokea. Hivi huwa tunafanya ibada ya utakaso. Chonki karara usiku mzima kifuani kwa Haram ndo anaamka. Akaanza kuomba msamaha kwa kumvunjia heshima. Kuangalia vizuri jamaa bado karara hajitambui. Chongeka kimwangalia jamaa namuona ni handsome. Mara papo Haram akaamka. Akamuuliza wewe ni nani na niko wapi? Chongeka akamwambia hapa ni katika milima ya Inuan. Nikukuta ukiwa umepoteza fahamu. Haramu ikabidi kuomba msamaha na kumnyanyua binti. Akamuuliza ni kitu gani kimenikuta? Chongeka akasema mimi ndo inabidi nikuulize wewe kwa sababu nimekukuta umepoteza fahamu. Haramu yeye akumbuki hizo chochote mpaka kichwa kinamuuma. Alipotaka kusimama akaanguka na kupoteza tena fahamu. Chongeka ikabidi kutoka ili aende akatafute msaada. Mansu kijana wa Haramu anaojua na Grand Prince ya Miong, kama anakumbuka chochote kilichotokea kabla ya Haram kupotea na ni kwa nini alimwacha Haram peke yake mpaka akapotea, hao walikuwa na mpango wake. Mansu akasema hapana, sio kweli. Kwenye njia za milima kulikuwa na giza, kwa hiyo nilishindwa kuweka umakini mzuri kwake. Yote ni makosa yangu, mtukufu. Grand Prince akamwambia ni ngumu kukuamini, kwa hiyo Mansu, ongea ukweli unaojua, tubu nikiwa bado sijakasirika. Ni kweli ninachokisema mtukufu, ningewezaje kufanya ubaya kwa Haramu? Hata mimi bado namtafuta. Grand Prince akamwambia inatosha, inatosha. Kumbe bado ni mtoto hey, Mansu ni muoga kwelikweli. Grand Prince akasema tunatokea kwenda sehemu alipopotelea Haram. Hebana ni msera wake, hawezi kumtupa. Chionkia kafika shuleni akiwa amechoka kinyama. Gionjudeiki akamwambia niko busy. Alafu inawezekanaje huyo kama mwanamke ukarara nje usiku mzima? Chionkia akasema nisamee, sitorudia tena lakini kusema ukweli, kuna kitu kilitokea. Grandmaster Chuunwo akafika, akawasha huo moto mzee. Anaona kama binti ameanza kumpanda kichwani kufikia hata ya kuanza kulala nje ya shule. Chionkia akasema nisamee, tafadhali usiwe na hasira mkuu. Lakini kuna mtu amepata matatizo, tafadhali tukamsaidie. Chuunwo akiona, huyu mtoto huyu anacheza na akili yangu. Akabamuluwa wa muingize ndani. Aramu kaamuka tena, anapata kumbukumbu za miaka kumi na tisa iliyopita kipindi ajawa kipofu. Chonkiya akawa na mshawishi Genju Daiki afanye mpango ili waende wakamsaidia jamaa aliyoko kule polini. Aramu anasema sikumbuki chochote, hii ni mara yangu ya kwanza tangu baba yangu alipofariki. Usiku uliopita pita nilikutana na mwanamke yanaanukiwa wino, baada baadaye hapo nilimshusha, lakini aliweka umakini makini juu yangu kipindi nilipokuwa sinafahamu sina fahamu Grand Prince Juyang akaja na askari kadhaa eneo la tukio. Shama akaanza kupiga tunguli zake kuona kama atalipata tukio lakini wapi. Askari mmoja akasema sijui ni nani lakini utakiwa kuwa hapa. Shama akamwambia ni Grand Prince Juyang. Askari, ukoona hii hey, tusami mtukufu. Hatukukupa heshima. Mayanka afika ndani ya mlima kuhakikisha anampata masta wake ambaye ni Haram. Haram anasema nina uhakika moyangu atakuwa ananitafuta. Inaonekana hata Somao hawezi kufika hapa. Lazima nitakuwa ndani zaidi. Lakini yule mwanamke kaelekea wapi? Grand Prince ya Miong akafika eneo la Tokyo. Alichokiona kinatisha. Askari akasema sijui wewe ni nani lakini amruhusu kuwa hapa. Gopira, ambaye ni msaidizi wa Grand Prince ya Miong, akamwambia ni Grand Prince ya Miong. Mungu wangu, atujatoe heshima kwa kumtukufu. Askari akamuuliza mwenzake mbona haya yanatokea leo? Hata mimi sijui. Grand Prince akaambia Tokyo sio la kawaida, wala lijasababishwa kwa upanga, lakini inavyoonekana lijasababishwa na mwanadamu. Chonkia akaja na kijiji, mara akapita Moyang na farasi Hatimaye Moyanga akampata Haram. Moyanga akauliza ni nini kimemkuta. Haram akasema hata sikumbuki kama amefika kabra. Haram akasema ningependa kujua jina lako hey. kuwa amempata na hapa episode ya tatu ndipo inaishia. Nikukumbusha usacha kusubscribe, kulike na kushare like, na mimi ni Alchemist tana.